katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo ni siku ya kuwa na nishati na ujasiri mazi na kuongoza kwa nguvu, na hili litakupa motisha ya kufanikisha malengo yako. Katika kazi siku hii ya leo, uwezo wako wa kufanya maamuzi haraka utachangia mafanikio yako kazini. Hakikisha kuwa na ushirikiano mzuri na wenzako ili kuepuka misuguano isiyo ya lazima. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wa kimapenzi utaimarika kwa mazungumzo ya kina na kuelewana. Ikiwa uko single, kuna nafasi ya kukutana na mtu wa kuvutia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kufanya mipango ya kifedha ya muda mrefu, lakini epuka kufanya maamuzi ya kifedha kwa haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia nishati yako kwa mazoezi ya mwili ili kuzuia mkazo. Pia kuwa na lishe bora itakayokufanya uwe na nguvu zaidi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 hakikisha unatoa nafasi kwa mpenzi wako kujieleza. Upendo unahitaji mazungumzo ya wazi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuangalia hali yako ya kifedha kwa undani. Fikiria kuweka akiba kwa mambo muhimu ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili ili kutuliza akili na mwili wako. Hakikisha unapata muda wa kupumzika. Rangi ya bahati ni zambarau. Nambari ya bahati ni sita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 katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo ni siku ya mawasiliano na ubunifu, Mercury na kuongoza katika kupanua mitandao yako ya kijamii na ya kitaaluma. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kujihusisha na watu mbalimbali kazini. Tumia ufanisi wako katika mawasiliano ili kupata msaada kwenye miradi yako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi utapokea nguvu mpya kutokana na mazungumzo ya kina na usikivu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fikiria kutafuta fursa mpya za kifedha, lakini hakikisha unafanya utafiti kabla ya kuwekeza. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, usijali kuhusu changamoto za kisaikolojia. Njia bora ni kufanya shughuli zinazokuondolea mkazo. Rangi ya bahati ni kijani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 au kufungua moyo wako kwa mtu mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unapanga matumizi yako ili kuepuka matatizo ya kifedha ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia muda wa kutunza afya yako ya kiakili na kimwili. Meditation au yoga zitakusaidia kuwa na amani. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni tisa, mafusho ni sandalwood, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo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 Jua linakupa motisha kupigania malengo yako na kuvutia watu kwa karisma yako. Katika kazi siku hii ya leo, tumia nguvu zako za uongozi ili kuhamasisha na kuongoza timu yako. Leo utakuwa na fursa nzuri za kufanikiwa kwenye miradi yako ya kazi. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, upendo ni shujaa leo na uhusiano wako utapata nguvu. Fanya mambo ya kipekee kwa mpenzi wako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo kipato chako kinaweza kuongezeka kupitia juhudi zako za kazi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakufanya ujisikie vyema. Hakikisha pia unaihusisha akili yako kwenye shughuli za kiroho. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni tano, mafusho ni vanira, manukato ni cedarwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa nne kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni.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 Mercury na kuongoza kwenye kufanikisha malengo yako kwa umakini na usahihi katika kazi. Siku hii ya leo leo utakuwa na fursa ya kuimarisha michakato yako kazini. Hakikisha unafanya kazi kwa umakini na kwa ushirikiano na wenzako. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi unahitaji msukumo wa kuzungumza kwa uwazi na kutatua matatizo kwa urahisi. Upande wa kifedha, siku hii ya leo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 katika kazi siku hii ya leo, hakikisha unachangia mawazo yako kwenye timu yako ili kupata matokeo bora kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo na uaminifu vitakuja kwa urahisi leo. Ikiwa uko kwenye uhusiano, hakikisha unatoa muda kwa mpenzi wako. Upande wa kifeza siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kufanya mipango ya kifeza kwa ajili ya malengo ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo,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 mahusiano ya kimapenzi yataimarika kwa kuzungumza kwa undani. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unafanya maamuzi mazuri ya kifedha leo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya kiakili na kimwili yatakusaidia kuondoa shinikizo la maisha. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni sandalwood, manukato ni frankincense. Saa nzuri siku hii ya leo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 Jupita na kuongoza katika kutafuta fursa mpya katika kazi siku hii ya leo. Tumia mbinu za kiubunifu kazini ili kufanikisha malengo yako kwa urahisi. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, upendo utakuwa na nguvu leo. Fanya mpenzi wako kujisikia maalum kwa kushiriki masuala ya kijamii. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, hakikisha unadhibiti matumizi yako. Upande wa kiafya, siku hii ya leo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 matokeo mazuri yanakuja kwa juhudi zako za kujitolea. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi utahitaji zaidi ya usikivu na ushirikiano. Fanya mazungumzo ya kina ili kuelewa hisia za mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, utapata mafanikio kwa kuwa na mpango mzuri wa kifedha. Hakikisha unafikiria kwa umakini kabla ya kufanya maamuzi. Upande wa kiafya siku hii ya leo,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 Leo mawazo mapya yatakusaidia kufanikisha malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo ni wa kipekee leo. Ikiwa uko kwenye uhusiano, usikivu na mazungumzo ya wazi yatakuwezesha kufikia ufanisi katika mapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo uwezekano wa kupata fursa mpya za kifedha upo. Tumia ubunifu wako katika kutafuta njia mpya za mapato. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitahidi kuwa na lishe bora na kufanya mazoezi ili kuwa na afya njema. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari. Nambari ya bahati ni nne. Mafusho ni rose, manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa tisa kamili alasiri. Rasiri. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya mapacha. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo samaki, utajikuta ukiwa na nguvu za kiroho, neptuni na kuongoza katika kutafuta amani na usawa katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, leo utahitaji kuzingatia malengo yako ya kitaaluma kwa umakini pia kutumia hisia zako kutatua matatizo kutakuwa na manufaa makubwa. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, upendo utakuwa wa kina leo. Ikiwa uko kwenye uhusiano, tafuta muda wa kuwa na mpenzi wako kwa hali ya furaha na utulivu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, hakikisha unafanya maamuzi mazuri ya kifedha leo. Usijali kuhusu hali ya kifedha kwa sasa, kwani kuna mabadiliko mazuri mbele.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 Asante na kwa heri, bye bye.